Shirika la Viwango Tanzania, TBS, limetoa elimu kwa umma wakati wa Maadhimisho ya Wiki ya Usafiri Endelevu Ardhini yanayoratibiwa na Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini, LATRA, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha ubunifu katika sekta ya usafirishaji unazingatia matakwa ya Sheria za Viwango. Akizungumza na waandishi wa habari Novemba 28, 2025, katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam, afisa ukaguzi wa TBS, Samson Fatael, ametoa wito kwa wadau mbalimbali kutembelea banda la shirika hilo ili kupata elimu kuhusu mahitaji ya viwango kwa bidhaa mbalimbali, ikiwemo zinazohusiana na usafirishaji. Nimeshiriki katika maadhimisho haya hapa Mnazi Mmoja, lengo kuu likiwa ni kutoa elimu kwa wadau wote wa TBS watakaokuwa wanatembelea katika banda letu hili la TBS hapa Mnazi Mmoja katika sekta mbalimbali mbali. Kama unavyojua kwamba TBS inadhibiti ubora wa bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na hivi vyombo vya usafirishaji. Kwa hiyo katika kuhakikisha kwamba ubunifu unaendelezwa katika sekta hii ya usafirishaji tumekuwa hapa tukitoa elimu ya viwango lakini pia e, kuwasaidia wale wabunifu ambao waliopo katika sekta hii ya, ya usafirishaji kuhakikisha kwamba katika ubunifu wao unafanikiwa, lakini kwa kuzingatia yale matakwa ya viwango na kufuata sheria e, kanuni na sheria za nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo e, katika maadhimisho haya tunawakaribisha wadau wetu wote ambao hawajafika katika banda letu hili waweze kupita katika banda letu hili la TBS kwa ajili ya kupata elimu mbalimbali, sio wasafirishaji tu peke yake, lakini pia hata eh, wajasiriamali mbalimbali wanaohusika na bidhaa za vyakula eh, vipodozi eh, vifaa eh, eh, vifaa vya ujenzi eh, eh, na bidhaa nyingine mbalimbali tu, mbali ambazo tunazidhibiti sisi kama shirika la viwango. Tunakaribisha katika maadhimisho haya katika banda letu hili la TBS hapa Mnazi Mmoja ili kuweza kupata elimu mbalimbali, lakini pia na kupata msaada, e, e, msaada tofauti tofauti wa kuweza kufikia yale malengo yao au matarajio yao waliokusudia katika e, kupata zile alama ile alama yetu ya ubora. Kwa upande wake, mdau wa usafirishaji Rashid Noor ameipongeza TBS kwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo, hususan katika kusimamia ubora wa bidhaa zinazotumika kwenye usafirishaji, akisema hatua hiyo imeongeza imani kwa wateja kutokana na bidhaa kuwa na viwango vinavyokubalika kikubwa sana. Kwa hiyo hakuna ya kompleni yote kutoka wateja wetu kwamba oil hii ni mbaya au pengine sio ya kwa tatizo la changamoto au pengine gari limeletwa na changamoto kwa hiyo katika kazi yao waliofanya nadhani wamejikiti vizuri sana ubora, na sisi tunawasifu kwa kazi nzuri wanayofanya. Maadhimisho ya Wiki ya Usafiri Endelevu Ardhini yanayofanyika kwa wiki nzima yanabeba kaulimbiu isemayo: Nishati Safi na Ubunifu katika Usafirishaji.